Shalom mwana na hana mfalme wa Mungu baba katika Kristo Yesu, kwa furaha kabisa nikukaribishe katika kipindi cha wenye maono husherehekewa, wa kipindi kinachokuletea uaminifu wa neno la Mungu ndani ya taifa la pete ya mguri, neno la Mungu la mwaka 2023 juu ya uchumi wa ufalme wa Mungu hapa duniani na kipindi hiki kitakueleza namna ambavyo makampuni na taasisi mbalimbali zilivyozaliwa kutoka katika hili neno la mwaka elfu mbili na ishirini na tatu juu ya uchumi wa ufalme wa Mungu hapa duniani. Lakini pia yanaendaje na yanafanyaje kazi na wana wa Mungu hawa wamewezaje kutembea na hili neno mpaka sasa tangu mwaka elfu mbili na ishirini na tatu mpaka sasa. Basi kipindi hiki kitakujia kila siku ya Jumatano saa 12 jioni na siku ya leo tunalo zao na kampuni ilozaliwa mwaka 2023 katika neno hili la uchumi wa Mungu hapa duniani. Unatamani kujua ni kampuni gani? Basi saa kumi na mbili kamili jioni, siku ya Jumatano, tuko na wewe, uko na sisi ndani ya wenye maono kusherehekewa, Sonship Spirit TV. utakuwa nami mtangazaji wako Lilian Kiwone t karibu. Sisi tumebarikiwa na Bwana, na sisi tunabariki dunia, tunabariki dunia kwa zile huduma ambazo tunazitoa.